itishia Mutale Budo ndani ya box, mwamuzi amefunika pale, ni mkoja penalti. Joshua Budo Mutale amefanyiwa madhambi ndani ya box ya kumi na nane, wanapata faida Simba. Budo Mutale kwa msaada Jean Charles Ahoua, alimpitishia Joshua Mutale naye zabona. Jean Charles Ahoua wanatangulia Simba Sports. Ni Jean Charles Ahoua, nyota ambaye ana maana kubwa sana kwa Simba licha ya haya ambayo anayaonyesha kwa kupachika mabao, ambaye alitoa pasi iliyokwenda kusababisha mkoaji wa penalty na ndiye ambaye anatumia vizuri mkoaji wa penalty. Penalt ni Jean Charles Ahoua ambaye kabeba maana kubwa kwenye kikosi hiki cha wekundu wa Msimbazi professionalism jaribu kusogea, Budo amefanyiwa madhambi, mwamuzi ameng'amua. James Mwashinga mara kadhaa amekuwa katika matukio haya. Chanchele Ahoua! hapigi mipira hii kwa bahati mbaya, magoli hayana makando kando, kibegi cha makombe Simba Sports Club kinaanza kuonesha dalili njema. What a goal, what a hit ambayo imekwenda moja kwa moja golikipa Mohamed Kamara ameangalia tu na mpira umejaa kambani. Moja kwa moja Joshua Mutale kampitishia kwa mbele zaidi, Elimpanzu Panzu, eli umejazwa ndani kule, Ahoua hat-trick. Salamu ziwafikie amini. Nawaambieni, usajili wa Jean Charles Ahoua ulikuwa na maana kubwa sana ndani ya Simba, anaonyanyua mashabiki wa Simba ili mpanzu alidhibiti mali lake ijaza ndani, kanodiwa kwa kichwa, mpira wakajia ndani ya wavu. Free header huyu ni MVP wa kubdu Kongo kutoka pale Kinshasa DRC. Naye Jean Charles Ahoua ni MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast. Aliruka juu akaucheza mpira kwa kichwa, hapana shaka alikuwa akimwona Didier Drogba wakati wake, raia mwenzake wa Ivory Coast, na ndio ukweli.